Hujambo popote pale ulipo, natumai uboheri wa afya. Karibu siku hii ya leo kwenye himizo letu hii leo, tupate kuendeleza zaidi na zaidi eh, pale ambapo tuliachia of course hapo jana, tukanaongea kuhusu Mungu wa urejesho. Eh, Mungu anakupa urejesho mwaka huu, eh, 2026 naona Bwana akitenda mambo. Kuna watu wanarejeshewa iwe ni kwa mambo ya huduma iwe ni kwa mambo ya kiafya, eh, mambo ya kikazi na kadhalika. Eh, Mungu akupe urejesho tu. Ombi langu ni kwamba Mungu akupe urejesho ukapate kushuhudia kuhusianana ukuu na wema wake Mwenyezi Mungu. Unajua, mtu mmoja akasema kwamba muujiza ni wako, ushuhuda ni wetu sote na utukufu ni wake Mungu. Kwa hivyo basi, popote pale ulipo najua waenda kushuhudia kuhusiana na makuu ya Mungu kwa sababu anaenda kutenda makuu maishani mwako mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo. Naam. Na, na tunapoendelea pale kwa pamoja, of course jana tukasema kwamba ni Mungu aurejesho na akakupa urejesho, akurejeshea hata miaka iliyoliwa na nzige, na kwa wakati huu ningependa basi tupate kuendelea. Kama ulimiss, sitarejelea ujumbe huo wote, kama ulihata vijana wanasema kuhata, eh, kama ulimiss hapo jana, basi enenda tu pale kwenye mtandao YouTube tafuta Victor Mandala himizo, ama ukitafuta pia himizo na Victor Mandala, whichever way eh, basi utapata pale moja kwa moja, na itakuwa vema zaidi unapopata pale. Hakisha kwamba umesubscribe chini ya video eh, hiyo una subscribe, ama kwa ile ambayo anatizama sasa hivi, unaweza uka subscribe chini hapa, kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share na weke comment yako pale, na Bwana akutende wema. Naam, kwa hivyo hakisha kwamba umesubscribe pale, nitakuwa vema. Zaidi. Naam, nilhuzu tusome andiko, tuingie kwenye maandiko hii leo. Tusome kitabu cha Ayubu jana tulikuwa katika kitabu cha Yoeli na hii leo nataka tuende kitabu cha Ayubu. Tasoma tu mstari mmoja ila tu kwa wakati wako unaweza anzia mstari wake wa, wa kwanza kitabu cha Ayubu sura yake nane, anzia mstari wake wa kwanza uende all the way hadi mstari wake wa ishirini na mbili Paibu. Kwa hivyo kwa muda wako soma mstari, kifungu hicho nitakuwa vyema zaidi, lakini ruhusu tu eh, niweze kusoma mstari mmoja hapa mengine taweza eh, kusoma wakati wako naam, tusome chapter 8 verse 7 Ayubu sura ya nane mstari wake wa saba. Maandiko yanasemaje? Nam nasema kwamba na, tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Baba, twasema asante kwa jina lako twakushukuru e, Jehova, maana umekuwa mungu mwema. Tuaomba kwamba tunapoingia katika neno hili Bwana ukapate kunenda nasi na punguu zidi kuongezeka, chukua usukani e, Yesu. Roho Mtakatifu shika usukani, kwa kwakaweni mwema. kwa jina la Yesu naomba Amen. Amen. Na, tunapoangalia katika kitabu hiki bila naongea kuhusu ujapokuwa mwanzo wako mdogo, mwisho wako utakuwa mkuu, bado tuko katika mwezi wa kwanza wa mwaka wa 2026 na nikawa na tafakari tu. Kuna watu ambao mwaka umeanza na vile ambavyo vi umeanza unakupa wasiwasi wasi. Maybe ni katika ulingo wa kibiashara umeanza mwaka na umeanza na wasiwasi, mambo yajaanza kuwa mazuri vile unaangalia ukicompare comparing. Unajua, wafanyabiashara wanapenda kufanya hivyo sana. Unachukua the first how many days days of of of the year, comparing to the first number of days, the same number of days last year ukiangalia hivi kidogo unaanza kujiuliza je, kama tumeanza mwaka hivi je itakuwaje? na hizi kuambia kwamba usikate tamaa, so long as Mungu yungali enzini, so long as Yesu yungali yupo, anatupigania yupo upande wetu. Maandiko anasemaje? Greater is he that is in us than the one that rules the world. So, so long as bado yupo Mungu ambaye ni mkuu aliye ndani mwetu, basi usikate tamaa despite the fact that ni ukweli. Ukiangalia mahesabu ukipiga, wale ambao ni accountants wakiangalia, ukipiga mahesabu zako, ukiangalia unaona kwamba mm -mm, hapa hakuko sawa. Lakini usijali, despite the fact kwamba umeanza ikiwa chini Mungu yu pamoja nawe, na niposa watu wasema kuisoma kwenye maandiko heri mwisho wa jambo. Ni kwa nini? ni kwa sababu Mungu yu pamoja nawe. Unajua, kuna wale ambao walikunywa wine kwenye ilikuwa eh, ni kwenye harusi na wakafika mahali wakagundua kwamba ilikuwa ya mwisho ilikuwa tamu zaidi. I don't know how it was opposite whatever they believed in their mind, lakini kile ambacho nahisi ni kuambia ni kwamba hata kama mwanzo umeanza vibaya mwisho wako utakuwa mzuri. Unaweza kuwa umeingia kwenye ndoa ukiwa na matarajio makuu, na mwaka tu wa kwanza kuna ishu zimetokea, unajiuliza kama tumeanza hivi na ni mwaka wa kwanza kwa ndoa itakuwaje? Nakuambia kwamba mm -mm, usi mradi tu ni Mungu aliyekuongoza pale, ni Mungu ambaye yu pamoja nawe, na kuambia kwamba mwisho wako utakuwa mzuri, mwaka mwakani mambo yatabadilika, yakuwa sawa. Kwa hivyo usikate tamaa. Naongea na mtu ambaye umefungua biashara, umefanya biashara miezi ya kwanza miwili, ukasikia iko sawa. Ukifika mwezi wa tatu unajiuliza ah, kwani nifanya mistake? Wacha nikwambie, sio mistake, kwa sababu Mungu yu pamoja nawe, na mwisho wako utakuwa mzuri. Umepeleka mtoto shuleni ukiwa na matarajio makuu, unaanza kuona performance zake haziko sawa. Mungu akiwa pamoja nawe, na kwa sababu yu pamoja nawe, atasababisha mambo yabadilike, vindo vichenjanga, hali itabadilika kwa uzuri. Kwa hivyo nahisi kuambia mtu ulikuwa unakata tamaa. Kuna mzazi ambaye unakasiriku unaona ni heri nisipoteze pesa kwa kulipa karo ya shule, kwa sababu naona ni kama napoteza pesa zangu tu. Usione unapoteza pesa tu, bali Mungu ana mpango mzuri nawe. Jitie moyo, endelea, maana mtu mmoja akasema kwamba Mungu haangalii mwanzo mzuri, bali anaangalia mwisho wenye ushuhuda. Kwa hiyo basi, nawe pia mwisho wako utakuwa wenye ushuhuda. Usikate tamaa, ewe mzee, ewe mama, ewe kijana, usikate tamaa. Haijalishi umeanza vipi, lakini Bwana anaenda kutia nguvu, Bwana anaenda kuwezesha, na katika yote unaenda kupata ushindi mkuu, unaenda kupata ushuhuda wa ajabu kwa kwa yale yote ambayo Mungu anaenda kutenda ndani mwako. Kwa hivyo, so, sijui inazungumza nani siku hii ya leo, lakini kile ambacho najua ni kwamba haijalishi umeanza vipi lakini unaenda kumaliza vema. Haijalishi huduma umeanza vipi, mchungaji, umeanza huduma vita, yani, kabla uanze huduma mambo yalikuwa nywee, uko sawa tu, lakini baada ya kuanza huduma hivi vita vimeanza kutokea kushoto, kulia, mpaka unajiuliza uzita mistake God, is it kwamba ni wewe uliyenituma? Kabisa, ni wewe uliyeniita nifanye huduma hii. Unajiuliza maswali na kuambia kwamba ndio, vita vinaweza vikawa vika vimechacha, mambo yamekuwa si hali, imekuwa si hali, lakini nakuambia kwamba ni Mungu aliyekuita. Kama ni Mungu aliyekuita jalishi vile ambavyo ilianza, lakini unaenda kumalizia vema kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo usikate tamaa, pote pale ulipo, mtumainie tu Bwana. Aliyekuita anasema kwamba vita si vyetu, bali vita ni vyake, atakupigania mpaka vita ambavyo vinapigana. Kwa hivyo usikate tamaa, wacha kupigania kwa hali zote, kushoto kulia, atakushindania maana yeye ni Mungu mkuu. Hakuna pahali ambapo ameshaashawaishindwa kama alimshindania Daudi, kama alimshindania Yusufu. Basi wewe ni nani? Mbona aanzie kwako kwa kushindwa? Hawezi. Yeye ni Bwana wa majeshi, Mungu wa kabila wa simba la kabila ya Yuda, Mungu ambaye anakupigania. Kwa hivyo amesema kwamba stand still and see the salvation of the Lord, anaenda kupigania. Usikate tamaa katika hali zote ambazo imekumbana nazo. Wakati mwingi twafika mahali, twahisi kata tamaa, twaona hapa tumefika mwisho, lakini nikuambia kwamba Mungu akiwa upande wako, wewe si mshindi tu, wewe ni zaidi ya mshindi kwa ndani ya Kristo Yesu kwa jina la Yesu Kristo sema amen, amen. Bwana kutenda wema, usikate tamaa. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala. Nashukuru sana kuzidi kwa pamoja, nawe tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na kama ndiwe nazungumzia siku ya leo, ni wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu, maana kama maandiko yanavyosema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ni wakati sadaka zetu, kwa hivyo nenda kwa, kwa simu yako, una shilingi zako mia tano, mia moja, elfu moja, elfu kumi, tuweze kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nitakuwa ni nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo anende kwa simu yako tuweze kutoa pale ambapo eh, nambari ya Mpesa pale ni 0722243949. Nambari ya simu 0722243949 tisa. Tuende pale tuweze kutoa sadaka zetu, na najua kwamba Mungu huyu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Unaposema na kazi yake itakuwa vema zaidi au unayeasiri aweze kujibu kwa wazi. Kwa hivyo toa sadaka zako ili basi ibada hii ikapate kuwa complete. Naenda kwa simu yako 0722 24 39 49. Na pia kama una hitaji la maombi ama swali ama maoni, nambari ndio hiyo hiyo tu, unatuma pale hitaji lako tuweze kuomba kwa pamoja, na itakuwa vema. Kwa hivyo nambari ni 0722, 24 39 49. Ni hapa ni VMM kipenda Victor Mandala, niruhusu basi nimalizie pale, tuendelee zaidi hapo kesho. Pana majali wana zaidi ya yote, nikumbushe kwamba usiondoke hapa kabla uweze kusubscribe, maana chini ya video hii kuna neno subscribe, click ya neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jina la account yako, copy the link and share, niweke comment yako hapa, na Bwana akutende wema. God bless you, subscribe and bye bye.